Hey mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza C++ programming language na bado tupo katika kipengele cha jump statement. Tunakwenda kumalizia aina nyingine ya tatu ya jump statement baada ya kujifunza kuhusiana na go to na continue. Sasa ni muda wa kuangalia break. So break inatumika wapi? Inatumika vipi? Tutaweza kuona leo katika video hii. Kikubwa ambacho naweza kukwambia kuwa break inachokwenda kufanya ni kuweza kuexit ile loop ule uh, I mean iteration ya loop yako kuweza kuisitisha, ama katika switch kuweza kustop katika kesi uh, fulani katika ile switch block yako, haijalishi condition inasema nini. Kwa hiyo hii inaenda kuvunja ile condition. Mfano, umetengeneza loop iweze kuzunguka mara kumi ifanye mizunguko kumi, lakini ndani yake ukaweka condition fulani, ambayo ikitokea basi isifike hiyo mizunguko kumi iweze kuterminate hapo, unaweza kutumia hii jump statement aina hii ya break kuweza kuexit hiyo loop yako hata kama condition bado haijaweza kufikiwa. Okay, wacha tuweze sasa kufanya mfano mdogo ambao utatuonesha namna gani inakwenda kuexit hiyo loop tutakapotumia jump statement hii ya break. Okay, so moja kwa moja main function yetu, then baada hapo humu ndani tutatengeneza loop yetu ya for tu initialize variable yetu ya i sawasawa na 1 semicolon then i ikiwa ni ndogo ama sawasawa na kumi na i tuki increment kwa for loop yetu itakuwa inaonekana hivi. Humu ndani tutengeneze if statement ambayo itakwenda kuangalia sasa wapi pa kuweza ku break ikitokea nini iweze uh, kutumika hii jump statement ya break, kwa sawasawa na 5, then ndani ya if statement yetu tunaweka break keyword yetu ambayo itakwenda kufanya kazi humo, then nje ya if statement yetu tuweke cout then i Okay, simple kama hivi semicolon, bila kusahau then tuweze ku return zero, tutakuwa tumemaliza simple program ambayo tutaweza kuonesha jinsi ya kutumia jump statement ya break. Okay, kikubwa programu hii inachokwenda kufanya kwanza, ukiangalia condition yetu ama ukiangalia mizunguko yetu tuliyotengeneza katika hii loop inatakia inatakiwa iende mizunguko kumi, maana yake itoe nambari kuanzia moja hadi kumi. Lakini sasa hapa ndani ndani ya loop yetu tumeweka if statement yetu na condition yetu inasema kuwa ikiwa i ni sawa sawa na tano, maana yake itaanza mzunguko wa kwanza, itakuja itachekiwa i, kwa vile mara kwanza inaingia kama ni moja, je, ni sawa sawa na tano? Sio kweli. Kwa hiyo kitu hiki hakitoweza kufanya kazi, I mean haitoweza kuonekana hii break haitoweza kufanywa kazi. Itatolewa moja kwa moja hii uh, statement yetu ambapo ita display i, ambapo kwa mara kwanza ni moja, kisha itaacha na space hii na itarudi tena, ita increment i kuwa ni mbili. Ikija ndani humu tayari unakuta mbili ni sawa sawa na tano sio kweli. Kwa hiyo hii haitoweza kupatikana tena, haitotumiwa. Itakuja itatoa mbili. Okay, itarudi tena ita increment itakuwa tatu. Bado condition yetu ya loop inaturuhusu kuweza kuingia humo ndani. Kwa hiyo tatu ni sawa sawa na tano sio kweli. Itakwenda hivyo hivyo mpaka itafika tano i yetu hii. Ikichekiwa condition yetu ya loop ni kweli tano ni ndogo ya kumi itaingia ndani. Sasa, ikiingia humo ndani katika if statement yetu, tano ni sawa sawa na tano. Inaleta jibu la true. Kama inaleta jibu jibu la la true sasa break itakwenda kufanya kazi itakuwa executed na break ikiweza kufanyiwa kazi, maana kile kilichopo huku chini hakitoweza kufanya kazi, na lupu yetu itaishia hapo, ndio ita exit, ndio e, mwisho wa lupu yetu. Haijalishi huku condition yetu katika lupu ilikuwa inatakiwa iende hadi mizunguko kumi, lakini tulipofika hapa ilipokutana na jump statement ya break, moja kwa moja imeenda ku exit loop. Na kama kuna kodi nyingine nje ya loop ndizo ambazo zitaendelea huku lakini sisi hapa mfano wetu just ni hii loop tu, na ndio maana itaishia hapo programu yetu. So nikiweza kucompile na kurun ili tuweze kuona. Kama unavyoona, imetoka moja, mbili, tatu, nne, kwa sababu ilivyofika kwenye tano hapa katika if statement ikaleta jibu la true, ikakutana na break humu ndani na break kitu ambacho inafanya inaenda kuexit kabisa ile loop, inaenda kustupisha pale ilipofikia na kuendelea na kodi nyingine nje ya loop kama zitakuwepo kwenye hiyo program, lakini hapa tuipo ambapo itakuwa imefikia kikomo. So huu ni mfano tu wa kuweza kutumia break as a jump statement kuweza kuexit loop. Nimekuambia kuwa hizi jump statements zinatumika katika scenario tofauti tofauti. Tutakuja kupeana mifano kwa vile tumeshamaliza aina zote tatu kufahamishana na kupeana concept jinsi ambavyo zinafanya kazi. Sasa video zinazofuata tutakuja kuwa tunafanya mifano ya kutumia continue, ya kutumia break, ya kutumia go to, kutumia zote kwa pamoja. Tutaweza sasa kupata picha eh, halisia ya jinsi ambavyo inatumika hata katika hizi real world Program ambazo zinatengenezwa katika issue nzima ya input uh, password ku stop user. Let's say unaingia katika site fulani uh, unaingiza password zako, lakini zile password zina limitation, yani, utakapofika kujaribu password na ikawa inakataa, pengine umesahau password yako, ukijaribu mara tano, basi inaweza kubreak na kuexit ile loop kwa sababu hilo ukijaribu mara ya kwanza, ule ni mzunguko wa kwanza. Ukijaribu mara ya pili, mzunguko wa pili. Ukijaribu mara ya tatu, mzunguko wa tatu. Itakapofika uh, mzunguko wa tano, ina break, ina exit ile loop na inakwambia, mfano na kutolea ujumbe kuwa subiri baada ya masaa kadhaa ili uje kujaribu tena. Kwa vitu kama hivyo, unaweza kutumia hizi jump statement. Kuna mambo mengi, itakuja kupeana mifano wakati ambao unafuata. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Subscribe, kama bado huja subscribe, like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Tukutane wakati mwingine.